Ambao ni huru, tume ya uchaguzi iwe ya watu wasiomtegemea rais kwa maisha yao. Wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo wanaotangaza wabunge wawe ni watu wasiomtegemea rais kwa maisha yao. Hawa wanaosimamia chini kwenye udiwani, kwenye wenyeviti wa mitaa na vijiji, wawe ni watu huru wasioitegemea CCM kwa riziki zao. Tunapozungumza mabadiliko ya mfumo, la kwanza ni hilo. La pili ndugu zangu, tuna ugonjwa mkubwa kwenye chaguzi zetu wagonbea, wa kuengua wagombea wa upinzani na hili mnalifahamu sana, umekuwa sasa ni ugonjwa wa kudumu. Tulifikiria ni ugonjwa wa Magufuli ongezeka ukali sasa, ni ugonjwa sugu. Naona mwaka jana chini ya Samia ugonjwa wa kuengua wagombea wa upinzani, na wanaoenguliwa ni wapinzani tu. Katika historia ya ch chaguzi za vyama vingi vya nchi hii hakuna mgombea mmoja wa CCM amewahi kuenguliwa, hakuna. Na inatokana na sheria ya uchaguzi kuwa ni sheria ya kuwekea mitego ya gombea badala ya sheria ya kuwezesha uchaguzi. Ukikosea kwenye picha, sheria inasema ukiwa uki mgombea uweke picha ya aina fulani, ukiikosea ukikosea jina, umekwenda na maji. Ili huwezi ukakosea ma, u, u, u, kama umeandika jina vibaya au jina la chama, ukigonga muhuri vibaya umekwenda na maji. Wanakula kichwa hivi. Haiwezekani kuambiwa kapige muhuri sahihi. Haiwezekani. Hii mitego ni mitego kwa ajili ya wapinzani wakajana. Hakuna aliyefanya makosa, sio wengi waliofanya makosa, lakini walitengenezewa makosa na mkurugenzi na wakurugenzi nchi nzima na watu wao. Ndio maana wakaengua watu kwa maelfu. Sasa dawa ya ugonjwa wa kuengua wapinzani ni kubadilisha sheria.

Isema hakuna kuengua wagombea, huu ugonjwa utafutika. Tatizo la tatu ni tatizo la kura feki. Na nyiwe mnafahamu mwaka jana wameandikisha watoto wa darasa la kwanza, wameenda kwenye daftari la wakazi, daftari lile la sensa, wameandikisha majina yote. Wiki moja wameandikisha watu milioni 31, Tanzania hii tunadanganyana nini? Sasa hawa wanaoandikishwa ambao hawana sifa, wengine marehemu, wengine hawapo, mnakuja kukutana nao siku ya uchaguzi. Siku ya uchaguzi kila polisi na na mambo hivyo vipengi vimejaa kura feki, vimejaa kura za uongo, alafu wa wameondoa ma, ma, mawakala wa upinzani wanajaza masanduku ya kura kwa kura feki mamilioni.